Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa wabarakatu, ndugu yangu Muislam, naomba unisikilize kidogo kwa makini. Nakwambia ya kuwa, ndugu yangu, ya yaweza kuwa umefanya jitihada mbalimbali katika maombi, yani kumuomba Mwenyezi Mungu adhkari ukizisikia unafanya dua ukisikia unafanya eh, ukisikia kuna maelekezo haya unafatisha yale maelekezo, lakini still unaona hali yako ni ngumu, yani bado hali yako inakuwa nzito, bado mitihani haijakuondoka, bado mitihani inaendelea kukuandama. Nafahamu ndugu yangu namna ambavyo stress zinavyomsumbua mtu katika kichwa chake, tafashi za moyo inavyomsumbua mtu katika kichwa chake, namna ambavyo mitihani unayoipitia inavyokukosesha usingizi, wakati mwingine usiku unakosa kulala, maskini, machozi inaku-, inakuanguka katika mashavu yako kwa ile mitihani misukosuko unayoipitia. Wakati mwingine unaweza ukasema, ina maana Mwenyezi Mungu hasikii kilio changu? au Mwenyezi Mungu haoni haya ninayoyapitia? au Mwenyezi Mungu hanioni mimi hali ninazozipitia? na usiku ninaamka, ninamuomba. Mbona wengine anawapa na wanamuaswi? mbona wengine si watu wema hawatendi wema, lakini bado anawapa anaondoshia mitihani? Ndugu yangu nakwambia

Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kuondosha mitihani, mwingi wa kuondosha matatizo, mwingi wa kuondosha mabalaa, mwingi wa kuondosha misukosuko ya mtu. Innahu la yayasi min rauhi llahi illa alqaumil kafirin, kwa hakika hali ilivyo hakati tamaa ila mtu aliyekufuru. Ndugu yangu mwenye mitihani, ndugu yangu mwenye dhiki, ndugu mwen yangu mwenye mabalaa tamaa anakata mtu aliyekufuru, yule ambaye. Muumini ana imani yake, hata apitie changamoto gani, huwezi kumkuta anakata tamaa hata siku moja. Nami nakwambia ndugu yangu, matatizo yako si kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, shida zako si kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mazonge tofashia moyo unaopitia stress uliokuwa nazo unazozipitia Lote, si lolote si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unaweza ukalipenda jambo, lakini lile jambo likawa lina shari na wewe, ama ukalitukia jambo wallahi lile jambo lina kheri na wewe. Allah ndiye anajua wakati gani sahihi wa kujibu maombi yako. Mungu anajua wakati gani sahihi wa kukufuta machozi yako. Allah anajua wakati gani sahihi wa kuituliza nafsi yako. Ndugu yangu mpenzi, unayenitazama usiache kumwomba Mwenyezi Mungu, eti kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amechelewa kwa kujibu. Sasa leo na kufundisha moja katika matamko ambayo ukiyasema kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, haya ndugu yangu, yatapelekea Allah akujibu na akuondoshee mitihani yako, matatizo yako, mabalaa yako uliyokuwa nayo kwa haraka ya hali ya juu. Hata mki mwenye kutamka maneno haya nitakayokufundisha hapa, ila ataondoshewa dhiki yake, ila ataondoshewa mitihani yake, ila atapewa njia ya kupitia, ila atapewa njia ya utatuzi wa shida inayomsumbua, shida inayomwandama na matatizo yaliyomwandama ndugu yangu, nisikilize. Ni maneno gani hayo? wallahi la adhim. Ni maneno yaliyokusanya sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye yeyote yeyote yeyote aliyemwamini Mwenyezi Mungu, akimwomba Allah kwa haki ya maneno haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa, ta huwa hamtoi Patupu. Wala hawezi kukurudisha mikono mitupu. Ndugu yangu nisikilize kwa makini sana, ndugu yangu, alafu kisha kafanyie kazi haya, utaona maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwahi kusema Allahumma arham ummati fi bukuriha, ewe mola wangu urehemu ummati wangu uhurumie ummati wangu upe ummati wangu kile itakachokuomba katika wakati wa asubuhi yao. Ndugu yangu, asubuhi, ndugu yangu, ni katika, katika nyakati adhim unazoweza ukazitumia vyema Mwenyezi Mungu akakuondoshea mitihani yako, Allah akakuondoshea shida zako, Allah akakuondoshea dhiki yako, Allah akakuondoshea tafashi za moyo unazopitia baba yangu. Usikate tamaa, ndugu yangu Muislam, funga vizuri kiuno chako, alafu vuta juu soksi yako, mwambie Allah ni mimi na wewe, wewe na mimi, mpaka utakaponiondoshea haya. Usirudi nyuma katika maombi ndugu yangu Muislam, kwa sababu ukiacha matatizo hayatuondoka, na ukiendelea Allah subhanahu wa taala atakuondoshea. Kuacha kumwomba Mwenyezi Mungu sio sababu ya Allah ku kukuondoshea shida zako na mitihani yako. Asubuhi baada ya swala ya asubuhi, umefanya uradi zako zote zile ume, ume, ume, umezomaliza usitoke katika ule msikiti. Ebu mwite Mwenyezi Mungu kwa, ma, kwa tamko hili ndugu yangu, alafu utakuja kunishukuru shukuru. Usiache hili tamko ila mpaka unaona jua imechomoza kama msikitini, tulia ndugu yangu, umesha swali swala yako alfajiri. Kama ni mwanamume kama ni mwanamke, hauna kazi siku hiyo, nyumbani umekaa, tenga walau masiku kadhaa ndugu yangu, baada ya kumaliza ibada zako za, za uhi usitoke katika msala. Alafu mwite Allah subhanahu wa ta'ala, kwa majina yake haya mwite: ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ewe mbora zaidi, ewe mbora zaidi wa wenye wa wenye huruma, ewe mbora zaidi wa wenye ukarimu, ewe mbora zaidi wa wenye huruma. Unamwita Allah katika nyakati za asubuhi, nyakati ambazo zina siri kubwa babaya nyakati ambazo zina siri nzito sana ya mafanikio kwa mwanadamu. Wallahi ladhim la wala usitafute utaje mara ngapi au kwa idadi ngapi. Tulia pale katika katika msala wako baba yangu, tulia pale katika msikiti, umeelekea qibla, hudhurisha nafsi yako kwa Allah, mwambie Mwenyezi Mungu, niko katika nyumba yako, pahala ambapo wewe Mwenyezi Mungu unapapenda kuliko sehemu nyingine yoyote. Niko katika nyumba yako ya Rabbi, nimeelekea qibla, nimeelekea kwako kwa kwa. ya, ya Rabb alalamina, ninakuomba Mwenyezi Mungu, bingwa wa mabingwa usiyeshindwa na kitu, ya Rabb ninakuomba Allah tabaraka fi ula. Wewe ndiyo mfalme usiyeshindwa na kitu, kwa haki ya arhama rahimin. Na kuomba na madhiki katika moyo na mitihani katika moyo na mabalaa katika moyo, mabalaa ameniandama ya Rab, mpaka kodi ya nyumba inanishinda, pesa ya kuwapeleka watoto shule inanishinda ya Rabbal alamin, hata pesa ya kula inanishinda ya Allah, nifungulie ewe mbora zaidi wa wenye kurehemu. Unapiga hiyo ya arhama rahimin, ya arhama rahimin, ya arhama rahimin, ya arhama rahimin ya, yani unahudhurisha nafsi yako, fanya kana kwamba Allah unamuona huyu hapa. Vuta hisia ya matatizo yako uliyokuwa nayo, vuta hisia ya shida zako ulizokuwa nazo. Ndugu yangu mwislam, utaona uchungu inakuingia mpaka machozi inakudondoka, mwili inaanza kusisimka. Jua hapo kabisa, baba yangu, uradi wako inachana mbingu zote na inaenda katika ufalme mkuu, ufalme unaotisha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi alazim, hautotoka msikitini utotoka katika kikanzi ulichokikaa illa Allah atakutekelezea yote uliyoyataka na yote uliyoomba. Ya arhamar rahimin ina maajabu makubwa ndugu yangu. Ya arhamar rahimin ina siri kubwa ndugu yangu. Ya arhamar rahimina, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimina. Kama kuna dua kiboko ya matatizo inayoangamiza matatizo, shida, dhiki ya moyo na mitihani, ni mwenye kudumu na kusema ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimina rahimin ndugu yangu Muislamu, usikate tamaa baba yangu. Ndugu yangu Muislamu, usirudi nyuma baba yangu. Ndugu yangu Muislamu, Allah yupo, Allah anaona. Mitihani yako anaiona, dhiki yako anaiona, mabala yako anayaona, matatizo yako anayaona. Allah hashindwi na kitu ndugu yangu weka imani na Allah subhanahu wa taala, usimdhanie Allah vibaya. Jua kabisa haya, namwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakuwa ni mwenye kunipa, alafu utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Usiache kusema hiyo mpaka unaona ime jua imechomoza jua. Ikishamaliza kuchomoza, ndugu yangu, piga rakaa zako mbili au nne za salatu dhuha, alafu baada ya hapo sema eh, yani muombe Allah subhanahu wa taala yale unayoyataka una, kama unajua uradi wa salatu dhuha, rabbi ghufirli wa

Innaka anta tawabu rahim unaisoma hiyo ukiisoma, okay. Kwenye sikda ni bora ndugu yangu mwislam, humalizi siku humalizi siku. Baba yangu utakuja kuniambia haya maneno kwa idhini yake y Allah subhanahu wa taala, utaona namna Allah atakavyoteketeza shida zako mitihani yako mazonge yako, na atakufaridi ndugu yangu mwislam. Utatoka katika madhiki uliokuwa nayo, utatoka katika mashida uliokuwa nayo, utatoka katika mitihani uliyokuwa nayo. waqala rabbukum ud'uni astajib Kum, amesema Mola wenu niombeni nami nitakujibuni. itna ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanaofanya kibri kutokana na kuniomba, eti kisa kaniomba muda mrefu sijampa. sayadkhuluna jahannama dakhirina, watauingia moto wa jahannam, hali ya kuwa ni madhalili. Usiache kumwomba Allah kwa sababu amekucheleweshea wewe kukujibu maombi yako, endelea kumbembeleza baba yangu, utamwona Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa mkarimu wala dhikru